Nyanja TV habari mafanikio ya jeshi la polisi mkoa katavi jeshi la polisi kwa kipindi cha miaka minne ya utawala wake Dr. Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania jeshi hilo limepokea magari saba ambayo yanatumika kwa doria mbalimbali mbali na kusaidia kutoa elimu kwa raia. ameyasema hayo kamanda wa polisi wa mkoa wa katavi Saka Kasta Ngonyani na hii ni Nyanja TV polisi mkoa wa katavi kwa kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya sita chini ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, jeshi la polisi mkoa wa Katavi limepata mafanikio mbalimbali kama vile magari saba ambayo yanasaidia kuimarisha ulinzi na usalama katika maeneo mbalimbali pia yanatumika kwa ajili ya kufanya doria masafa mafupi na doria masafa marefu. Pia yanatumika kwa ajili ya kufanya operesheni mbalimbali, misako mbalimbali. Pia magari hayo yanatumika kwa ajili ya kwenda kwa wananchi kutoa elimu kupitia falsafa ya polisi jamii ambayo yanasaidia sana Kuzuia uhalifu katika mkoa wetu wa Katavi na kuweka usalama kwa wananchi na mali zao. Pia serikali ya awamu ya sita imeweza kujenga jengo la ghorofa tatu, ofisi ya makao makuu ya polisi mkoa wa Katavi ambacho ujenzi wake umekamilika na linatumika. Kituo cha polisi Kalema ni daraja C, ujenzi wake umekamilika na linatumika. Na pia kituo cha polisi mm -hmm. Halmashauri ya Mpimbwe daraja B, ujenzi wake unaendelea, na ambavyo vyote kwa pamoja vimegharimu fedha ya kitanzania shilingi bilioni 2.4. Vilevile vile, jumla ya askari 469 wamepandishwa vyeo na tumepokea askari 217 ajira mpya baada ya kuhitimu mafunzo ya awali ya polisi katika chuo cha polisi TPS Moshi. Jeshi la polisi mkoa wa Katavi linaendelea kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassani. Pia tunakupongeza kwa kutimiza miaka minne ya uongozi wako na tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kukujalia afya njema katika majukumu yako ya kazi.